Yaani bado mmelala mpaka saa hivi? Ah, bado mi sijalala. saa hii, sai nataka kwenda shamba saa hii. Sawa, basi. Huyu uh, Dula ah, Dula yuko wapi? Yuko hapo ndani amelala. Sasa huyo ndiyo ni mvivu kabisa huyu. Hebu wewe nenda shamba, mimi naongea naye Dula. Poa. Ongea naye kwa sababu mi nishamwambia lakini hataki kunielewa kabisa. ukiongea naye kaisam, ukiongea naye atakuelewa. Sawa, wacha mi nizungumze naye mwanangu. Unajua siku zote mtoto anayetumwa mtoto, akatumika huwa ana faida kubwa sana. Sasa wewe muache, nimeshazungumza naye lakini so, na, hataki kunielewa, muite uzungumze naye atakuelewa. Sawa sawa. Sa. Wewe Dula Dula, wow, joh, nini, joh! Yaani vila mpaka sasa bado amelala mtoto ni wangu kweli huyu Ah, shamba wenda saa ngapi? Si yule anaenda shamba, kwani lazima sote tuende shamba. Sasa ngoja. Yule anaenda shamba, si anaenda kulima mali kwake na wao kalime kwa hapo. Sasa wao talala mpaka saa ngapi? Ah, sasa baba mimi na kulima wapi na wapi hapa mzee? Oh. Kwa hiyo wale wanza wanaolima ni mbuzi ama ni ng'ombe? Wewe ndio ni mwanadamu unaofai kulima kabisa. So hivyo. Sikiliza, mimi sitaki malalamishi wala sitaki yani bembelezani kama wewe ndio umenizaa. Mimi nataka uchukue jembe uende shamba kama alivyokwenda shamba mwenzako ukalime. Hayo ah, mambo hayo oh, vipu hivyo mpaka alini, ndio wewe unajua sasa. Oh, utakuwa na kwako wewe oh, na familia yako. Mimi nitaishi hapa lakini nitaondoa katafuta pega yako. Sasa nitakuwa na kwangu, na hapa kwetu baba ni mwache nani mimi. Hapa ni kwangu. Sasa hivi hapa ni kwangu, sio kwako. Wewe sasa unatakiwa sasa, una hesabu yako. Na ndio kazi sasa, kufundisha kazi ya kufanya. Lima shamba ni muhimu ah sana. Baba tafuta kazi. Sasa kama utaendekeza uvivu kama hivyo, wewe na chainge kwa ni desha ungekuwa ushatoka vitambo. Lakini mimi najua ni shamba. Saa hivi utaki kwenda shamba. Tafuta kazi nyingine baba, sio shamba. Kila siku mm, shamba, kila siku shamba, si hata uchoka bwana? Uwezi kuchagulia kazi ya kufanya wewe. Mimi we, nakupangia kazi. Mimi kupangia kazi ufanye, ufanye. Sio kubishana na mimi. Mime kuzaa. So, we, mimi ndio nimekuzaa, sio wewe umenizaa mimi. Sawa, hata kama mzee lakini sikiliza. Toka huko. Malumbano yasiwe mengi. Ona ile kile vile pale. Chukua jembe. Nenda shamba kama mwenzako. Yule atanielewa vipi mimi? Ama mama yako ndio anakuambia mimi kimtuma usifanye hiyo basi. Hapana. Sasa shida iko wapi? Mimi ni nani wako? Wewe ni mzee wangu. Sasa mbona unataka kwenda shamba na mwenzako ameenda shamba? Sawa basi, nitaenda sawa. Uende, uende shamba, mimi natoa chakula. Chakula kinapipo hapa uende shamba. Usipoende basi ukatafuta chakula chako, ipike mwenyewe ule. Ah, sawa sawa.